Wakenya wa tabaka mbalimbali waliukaribisha mwaka wa 2026 kwa shangwe na mbwembwe si haba. Jijini Nairobi, maelfu ya watu walikusanyika katika maeneo maarufu kama bustani ya Uhuru, jumba la National Archives na KICC ambapo fataki zilitanda hewani huku muziki na nderemo ikisambaa angani. Wakati sherehe za nje zikiendelea kwa shamrashamra, makanisa yalitoa nafasi ya utulivu na maombi, huku ujumbe wa matumaini na mwelekeo mpya baada ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tano uliogubikwa na maandamano ya vijana wa Gen Z, hali ngumu ya kiuchumi, na malalamiko dhidi ya uongozi wa kisiasa ukienezwa katika hotuba yake ya mwaka mpya. Kiongozi wa kanisa moja mtaani Donholm, Peter Munyuro, aliitaka serikali kuyapa kipaumbele masuala yanayotatiza kizazi cha Gen Z, akitaja ukosefu wa ajira, ukatili wa polisi na ufisadi kama changamoto.

kuya leo, wakati tunavuka kwa mwaka elfu mbili ishirini na sita tuko na matumaini makubwa sana, katika katika kenya hii yetu. Kama, kama, kama kanisa tungependa kuuliza serikali ifanye wajibu wake sana sana kwa kutengeneza ile ile mazingira ya kuwekeza. Tunatarajia tu tupate do 2026. Tumekuwa na changamoto ya pesa 2025 sana. Tukiingia 2026 tupate do sasa. Kitu yote 2025. 2025, 2025 achievement achievement doesn't have have any achievement in 2025, but I'm planning to have many